Baada ya msanii Yammy kuposti picha akiwa anaonekana yupo na msanii Diamond Platinum, tumeweza kuona maswali yameibuka mengi sana mitandaoni, lakini pia a, comment zilikuwa ni nyingi sana wengine wakiwa wanajiuliza a, bana huenda Yammy amekuja kumpindua Zuchu, lakini pia huenda Yammy a, labda kuna kolabu kubwa ambayo inakuja kati yake pamoja na msanii Diamond Platinum. Sasa baada ya maswali mengi sana mitandaoni a, tumeweza kushuhudia siku ya jana Martha katika interview yake alizungumza wazi kuhusiana na hilo swala na kudai kwamba Yammy ni mtoto wa kike ambaye ni mrembo sana, hivyo basi huenda Diamond Platnumz akashawishika kuwa naye karibu. Basi huenda pia Diamond Platnumz ameona awe karibu na Yami kama tu kumuumiza Mbosokani. Tunafahamu msanii Mbosokani aliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na msanii Yami na walipendana kwa kiasi kikubwa sana. Ha, sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi, ha, labda kuna batu ambayo e, inaendelea kutengenezwa e, au kuna kitu kingine ambacho kinaendelea, na Maimatha akathibitisha wazi kwamba huenda ha, Diamond Platinum akaamua kumuoa Yami ha, mke wa pili, na mambo mengine akaendelea kama kawaida, kwa sababu dini yake inaruhusu wake wanne na tayari ana mke mmoja, ana uwezo wa kuongeza mke wa pili na watatu na wanne eh, hivyo basi, Diamond Platinum yeye hana kipingamizi chochote eh, dini inaruhusu, pesa ipo, anaweza akafanya lolote eh, na alikafanyika vizuri. Mama Dangote siku ya leo amewashangaza sana watu wengi baada tu eh, alipigiwa simu na media kubwa sana kuulizwa kuhusiana na hizi tetesi ambazo zinaendelea ku trend mitandaoni eh, baada ya kupigiwa simu aliulizwa eh, kuhusiana na haya maneno ambayo yanaendelea kwamba Yammy huenda anahitajika au huenda ay, kuna mpango wa kuolewa mke wa pili na msanii Diamond Platinum na ndio maana wakapiga picha za pamoja wakaweza kuposti katika mitandao yao ya kijamii sasa. Mama Dangote kabidi ya ulizo kwa sababu yeye ndo mama wa msanii Diamond, lakini pia yeye ndo mama ambaye mara nyingi sana Diamond Platinum anamwambia siri zake, wanashauriana, huenda hata ili la Yammy alishaambiwa. Mama Dangote baada ya kuulizwa, aliulizwa kuhusiana na Yammy kupiga zile picha na Diamond, lakini pia labda kuna namna fulani Diamond aliwahi kumwambia kuhusiana na Yammy, yeye kama Mama Dangote na lipi la kuzungumza. Mama Dangote alidai kwamba uh, huenda Diamond partner hajawahi kumwambia kuhusiana na Yammy, lakini kitu ambacho anakifahamu ni kwamba Diamond partner, anataka kuoa mke wa pili kwa sababu anataka mtoto uh, kwa sababu tunaweza kuona Zuchu amekaa uh, kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa muda mrefu sana na Diamond, na baadaye wakafunga ndoa na sasa hivi wapo ndani ya ndoa, lakini still Zuchu hataki kabisa kumzalia Diamond Platinum. Ni kitu gani ambacho Zuchu anakiona kwa Diamond? uh, labda huenda anamuona sio baba sahihi ambaye atakuja kuwalea watoto wake vizuri, au kuna kitu gani ambacho Zuchu anakiona kwa Diamond mpaka anashindwa kumzalia msanii Diamond Platinum. Sasa na Diamond yeye anataka watoto, Diamond kufikiria kuoa mke wa pili, ili mradi tu apate watoto. Diamond ni mtu ambaye anapenda sana kuwa nao karibu, anapenda sana kucheza nao Yani ni baba mzuri kiukweli, lakini kwa Zuchu imekuwa ni tofauti. Yeye ya Zuchu anakuambia muda bado, muda ukifika nitapata watoto. Sasa huenda eh, inaendelea kupelekea maswali kwa mashabiki kwamba eh, huenda Zuchu eh, kuna tatizo la uzazi ambalo linamsumbua au kuna kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu ile mwanzo eh, kabla ya kufunga ndoa na Diamond alikuwa anadai sitaki kuzaa mtoto nje ya ndoa, anatamani sana nipate mtoto ndani ya ndoa. Sasa hivi yupo ndani ya ndoa, anakuambia muda bado, muda bado. Na mpaka dakika hii Diamond unaambiwa ana hamu sana na kupata mtoto mwingine, jambo ambalo Zuchu yeye hayupo tayari. Sasa Mama Dangote akadai huenda hilo swala la Yami ajiambiwa na Diamond, lakini anaamini eh, Yami akawa ni mtu sahihi kwa Diamond kwa sababu Diamond sasa hivi anatafuta mm, mwanamke wa kumuoa mke wa pili ili mradi tu aweze kufanikiwa kupata watoto, lakini Zuchu yeye hayupo tayari. Labda huenda majukumu ya kikazi yanaendelea kumbana Zuchu. Zuchu anaona sio muda sahihi wa yeye sasa hivi kupata mtoto kwa sababu ukiangalia kwa msanii wa kike, ina mkosti kwa asilimia kubwa sana. Mimba miezi tisa, ujifungue, eh, ni almost mwaka mzima, hutofanya show eh, hutofanya muziki eh, yani utatulia tu we kama msanii. Jambo ambalo linaendelea kuwatia ugumu sana wasanii wa kike eh, kushika ujauzito, jambo ambalo mpaka dakika hii eh, basi Diamond anakuwa na hamu kubwa sana na shahuku ya kupata mtoto na, na Zuchu lakini yeye Zuchu hana muda uh, wa kusema labda anamzalia msanii Diamond partnamuweka. Mashabiki unalipi la kuzungumza yako, lakini pia usisahau like, no, on notification